Acha nisalimia best yangu sasa. Huyu anaweza shika mbili, na hii mwaka mpya hawezi kosa kushika mbili. Hey, niko na masaibu. Masaibu gani? Hey, Sa buru sasa? Kufanya hivi, nimeibiwa TV, na ni ufa, na simu sina. Ai, na hii nani bro? Kuliko wana mwizi hapa, amekuja akaingia aka hata sijui ameingilia wapi, minu mwana toa akitoka bedroom. Na mepamba ka pesa, na akachaka achaka amenifungia. Oh, na nimekumbuka. Nimepatana na mseme ba TV hapo, lakini sijanoti samani yako, lakini singejua, lakini ameenda hivyo tu ya tao